Karibu katika chaneli ya King Aden tunapokutanisha na dunia pamoja na maajabu yake. Leo unaenda kuzungumzia msitu wa Amazon pamoja na maajabu yake makubwa. Miongoni mwa maajabu makubwa ya msitu huu ni uwepo wa miti inayotembea, mvua isiyo kifani, hadithi za kale, na wanyama wakubwa kwa wadogo wenye mvuto wa kipekee. Ukubwa wa huu msitu unakadiriwa kuwa zaidi ya kilomita za mraba milioni 6.7, unalingana na ukubwa wa bara zima la Australia. Amazon ni msitu mkubwa sana wa mvua duniani, yani rainforest. Pia msitu huu una jukumu kubwa katika kudumisha hali ya hewa duniani na hujulikana kama mapafu ya dunia kwa uzalishaji mkubwa wa oxygen duniani msitu huu unabeba mamilioni ya aina ya viumbe na maelfu ya species za mimea yenye uwezo wa kutibu magonjwa mengi sana. Moja ya siri kubwa ya msitu huu ni jamii za asili zinazopatikana katika msitu huu, mfano Yonamami, Kayapo na mamia mengine ya jamii zenye uwezo wa kumudu. Siri ya pili ya msitu huu, jamii hizo zina maarifa ya kipekee ya kujishughulisha na dawa za asili, uvuvi na kilimo kinachoheshimu mzunguko wa hali ya hewa pamoja na mazingira ya msitu huo. Maajabu mengine ya msitu huu ni kupotea kwa wageni wengi wanaoingia msituni hapo, kitu kinachoibua maswali mengi sana. Mgeni yoyote anaingia msituni hapo hulazimika kukutana na wenyeji wa msitu ili kuondokana na ombwe la kupotea. Jamii za watu wanaoishi katika msitu huo wanajua kona zote za msitu na kujulikana kama walinzi wa msitu huo. Siri nyingine kuhusu msitu huu ni kuwa na species za wanyama pamoja na mimea kubwa zaidi tofauti na unazoziona kila siku. Mfano, wanasayansi wengi waliojaribu kuchunguza kwa undani kuhusu msitu huo walidai kuwa walikutana na nyoka wakubwa kama anakonda tunayemwona kwenye filamu nyingi ikiwa ni pamoja na uwepo wa miti mikubwa sana. Stadi nyingi za wanasayansi zinaonyesha uwepo wa miji midogo, mashamba, barabara na mabwawa ya kale, ikiwa ni pamoja na miji ya bustani iliyopangwa kwa ustadi na kuendelezwa na jamii za wenyeji. Msitu huu wa Amazon unazungukwa na vijito, mito, mabwawa, mabonde milima inaopamba msitu huu na kuwa wa kipekee na wa kuvutia ulimwenguni kote. Mto maarufu zaidi katika msitu huu wa Amazon ni the Amazon River. Mto huu wa Amazon ni mto mrefu wenye mtiririko mkubwa zaidi wa maji duniani, kwani unaundwa na maelfu ya vijito, ikiwa ni pamoja na mamia ya mito mikubwa. Mto huu wa Amazon hutumika kwenye mambo ya usafiri, biashara na uvuvi kati ya makabila ndani yake ikiwa ni pamoja na mzunguko wa maisha ya wanyama na viumbe hai kwa jina la kisayansi life cycle. Moja ya maajabu ya mto huu ni uwepo wa samaki wanaoweza kuzalisha umeme makadirio ya wati mia tatu, na wanatambulika kama electrical eel. Ndani ya msitu huo wa Amazon kuna rasilimali za kutosha kama dhahabu, shaba, nike na madini ya kuzalisha aluminium ikiwa ni pamoja na madini nadra sana kupatikana sehemu nyinginezo duniani. Bado kuna tafiti nyingi sana zinaendelea kuhusu msitu huu wa Amazon, kwani mpaka leo hii kuna maeneo ndani ya msitu huu ambayo bado hayajulikani na kufikiwa na mtu yoyote mpaka sasa, kwani kila mtu anayejaribu kupita hapo kupotea na kutoonekana tena. Hata vyombo vya kisayensi vikikaribia kufika maeneo hayo hupoteza dira au labda yake. Ili usipitwe na video zetu, usisahau kusubscribe like na kushare za zagenu.